Ndugu mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu pendwa ya Kilimo 360, leo ni siku nyingine tena, siku ya kuendeleza ujenzi wa taifa. Sasa kuna mdau mmoja alikwenda kwenye comment section pale akazungumza swala la usalama wa mabanda yetu kwamba yako open sana. Sasa haiko hivi kwa mazingira ya kwetu hapa, usalama upo na ni mkubwa kutokana na, na positioning ya mabanda yetu. Sehemu ambapo tumeweka mabanda ni eneo ambalo liko salama sana. Salama kwa namna gani? Iko hivi sisi hapa kila upande kuna watu tumepakana nao, na kuna makazi kila mahali, ni maeneo ambayo tumepakana napo. Ukiona hapo, hii nyumba hii hapo ni ya jirani. Hapo mbele hapa juu hivi ni makazi yetu. Haa, ni mwendelezo wa kiwanja chetu, hapa ni mpaka, na kuna mtu anafanya biashara yake hapo kubwa tu kwa hiyo hapa ni mpaka mpaka, ukienda huku juu unakuta makazi ya eneo hili, alafu kwa huku kuna kuna nyumba ya mtu mwingine, nyuma ya mabanda hapa kuna kuna mtu, na kwa pembeni kule ambao ni nyuma ya hapa, kuna kuna mtu pia. Kwa hiyo kwa mazingira yetu haya, kuingilika kwa kweli ni changamoto kwa sababu lazima kwanza uingie uingie kwa mtu uje ufike ufike hapa ambako ambapo tupo. Ndio maana walau pengine tuna, tuna, tuna mabanda ya design hii, lakini pia kwa mazingira yetu hadi mabanda ambayo kwa kimsingi yanapatikana kwa maeneo yetu mabanda ya watu wengi yako, yako ya mtindo huu. Sisi hatuna mambo ya wizi sana japo huwa inatokea na mara kadhaa. huwa ikitokea, pengine kuna pengine kuna, kuna changamoto ama, unajua hizi biashara, pengine ukawa na conflict na mtu, mtu akakufanyia akakufanyia namna ya. kama anataka akupe akuoneshe kwamba mimi ku kuna mazingira hayo, ni kama mtu labda anataka kulipizia kisasi. Wapo wengine wanafika wanakuta nguruwe wao nguruwe wao wame, wamekufa bandani, wengine wanaingia bandani wanachinja huko, lakini moja inatokana na mahusiano na watu na watu. Wengine wana tendi ya ku. Wana, wana watu wengi ambao ni wateja wao. So, sasa ili uepukane na haya mambo ya macho macho sana na hata kwenye video zangu za awali nilishasema, punguza macho ya watu kwenye, kwenye mabanda yako. Hiyo itakusaidia punguza movement za watu sana kwenye, kwenye mabanda yako. Hii itakusaidia kwa sababu kwa mfano mimi hapa nina watu wachache ambao ninawatumia kama kama wanunuaji kao. Mzigo ukifika muda kuingia sokoni, kuna watu ambao mimi mara nyingi nimekuwa na, na watafuta bwana e, na, na, na mnyama saizi anatoka, wanakuja, biashara biashara inafanyika. Sasa ukiwa unataka kutengeneza hela ambayo msingi unaitaka unaweza, kwa maana pengine nataka niuze mnyama huyu laki nane milioni, anaweza akaja huyu akashuka kidogo, akaja huyu asifike una, un, unako pataka wewe, ukaendelea kutafuta mtu, akishindwa anatafuta mwingine. Hii ile nayo namna fulani huwa inachangia. Kuna watu wakishafika mahali wakakuta kuna mali, lazima jioni arudi, mtashindwana, lakini atakuja kubeba tu atakuja kuchukua. Wapo watu wa design hiyo. Kwa hiyo hilo nao la msingi la kuhakikisha kwamba wale watu ambao unafanya nao biashara ni watu ambao wanaaminika na wao ambao wana, wanafahamika kwamba mimi bwana, nitakuwa nafanya biashara na, na watu fulani. Hilo jambo pia ni la msingi ili kuepusha macho mengi sana ya watu kwenye kwenye banda, kwenye banda lako hilo jambo litakusaidia, hilo la kuhakikisha. Siku yetu hapa oh, usalama uko kutokana na mazingira hayo oh, kwamba hii ni maeneo ya miji ya watu huku, kunakobari ni eneo letu, lakini mwishoni kule kuna kuna, kuna mi, miji ya watu. Kwa hiyo tuko maeneo ambayo, na maeneo yote hayo maeneo ambayo tumepakana na watu kwa hiyo ni maeneo ambayo yako salama. Na kama upo eneo ambayo pengine ni ya pembezoni, unatafuta kijana tuta kijana akae e. Lakini principle inakuwa ile ile. Mwizi huwa haibi kitu ambacho jawahi kukiona. Mwizi lazima anapotaka kukuibia afanye rada nawe amekiona anachotaka kuibia, make sure una una protect kwa watu kuto kukiona, kuki kile ambacho uko nacho. Kwa namna gani? Ni kuzuia watu kuingia kwenye kwenye mabanda. Kwa hiyo, kwa wale ambao wamekuwa wanatamani wana kuanza na pengine wamekuwa wakijiuliza hii vitu vya namna hiyo, unaanza tu kufanya, kwa sababu biashara unajua ni kuriski kuriski ukisema kwa sababu ya wizi wakati fulani unazofanya biashara hiyo inaweza kukufanya usifanye biashara usifanye biashara kabisa. Ko la msingi ni kujua kwamba hivyo vitu vipo na kuona namna e, ya kuweza kuviepuka wizi, aukwepeki mifugo inakufa. Kwa hiyo hiyo ni moja ya kuna watu mifugo yao inaweza isife ukaibiwa, kuna watu wana huwa hawa hawaibiwi, mifugo inakufa. Kwa hiyo kila mmoja kuna ambalo linaweza likamkuta lika, lakini cha msingi ni kujua kwamba hayo mambo yapo, na kuona namna ya kuweza kuepukana ku ku, nayo, na basi utaweza, utaweza kufanikia. boga la wetu leo wana siku ya tano tulichoma haya ni juzi wako na afya njema, banda linaendelea linaendelea kukua. Nafikiri tutapeana video inayofuata. What next maana <coughs> sofa mpaka sasa, banda letu hapa tunao wanyama wanne hapa, tuna vibwagala watano na huyu mama hapa, tuna vibwagala nane na huyu mama hapo wawili, pale mbele wako wawili na mabanda yetu kama ambavyo tunaona hapa tayari tuko full occupied. Nafikiri, video inayofuata tutakuja kuweka mchanganuo wa kipi kitafuata kwa, kipiki, kwa, kwa yetu, Jitu, banda letu hapa, je tutaongeza banda tutauza tutafanyaje? Lakini pia tuna eneo hapa ambapo tutakatengeneza tutaangalia, na pengine ya kuutilize. Endelea kutufuatilia Subscribe channel yetu kama bado hujafanya hivyo, ili basi uwe mfuatiliaji wetu wa karibu. Tunapopakia content zetu uweze kuwa unazipata, turn on notification ring hapo, comment kwenye section ya comment hapo, share, like ili uweze kuendelea kupata updates mbalimbali zinazohusiana na mambo mbalimbali mbali ya kilimo hususani mambo ya ufugaji wa nguruwe na ufugaji wa wanyama wengine kibiashara. Karibuni sana.